Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam pia linatambua kuwa kesho tarehe 16 mwezi Septemba, baada ya mbwembwe nyingi za kila klabu na siku yake maalum, kesho tarehe 16 utakuwa na mpambano mkali wa timu ambazo ni watani wa jadi ambao wote makazi yao yako jijini Dar es Salaam. Timu hizo ni timu ya klabu ya Simba ya Msimbazi lakini pia klabu ya Yanga ya Jangwani zote za jijini Dar es Salaam. Mchezo huo unatarajiwa kufanyika kesho tarehe 16 mwezi huu wa 9 mwaka 2025 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa maarufu kama Lupaso ambao upo Temeke jijini Dar es Salamu. Mchezo huo unatarajiwa kuanza saa 11 za jioni, lakini kwa tabia za mashabiki wa timu hizi tunaamini watafika mapema kwenye uwanja ule. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limejipanga vizuri kuhakikisha kwamba barabara zinazopeleka mashabiki kwenye uwanja ule zinafikika vizuri, lakini magari yanakuwa katika mpangilio mzuri kuingia na kutoka. Magari ambayo hayana kadi ya kuingia uwanjani hayataruhusiwa kuingia uwanjani. Narudia, gari ambalo halina kadi ya kuingia uwanjani halitaruhusiwa kuingia uwanjani. Lakini pia tunasisitiza kuwa kutakuwa na ukaguzi kwa masuala ya kiusalama kuona kwamba mkusanyiko ule unakuwa katika mazingira yaliyo salama, na kitu chochote chenye mahusiano na silaha. Silaha inaweza kuwa nondo, silaha inaweza kuwa chupa, silaha inaweza kuwa ya moto, hakitaruhusiwa. Narudia, hakuna kitu chochote chenye mahusiano ya silaha ambacho kitaruhusiwa kuingia pale uwanjani, isipokuwa askari wachache tu na wengine wenye mamlaka ya masuala ya kiusalama ambao watakuwa kwenye kazi maalum, ambao wanaf, watakuwa wanafahamika. Narudia, hakuna silaha ya aina yoyote au kitu chenye mwelekeo wa silaha ambacho kinaweza kuleta madhara ambacho kitaruhusiwa kuingia na mtu kwenye uwanja ule. Jeshi la Polisi linatoa wito pia, kuna watu baadhi yao wana tabia ya kutoa matusi uwanjani, matusi mazito, matusi ya unguoni, wakati wapo kwenye burudani hiyo ya soka. Ninawakumbusha watu wanafika pale kwenye soka ni pamoja na wengine wakiwa na familia zao pamoja na watoto ambao wanatarajia kwenda kuona burudani na sio kwenda kukutana na mzigo wa matusi ya nguoni ambao watoto wanashangaa. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam halitazivumilia tabia hizo. Narudia. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam pamoja na mambo mengine ya kiusalama halitamvumilia mtu yoyote ambaye ataporomosha matusi ya nguoni kwenye eneo lile na tutachukua hatua za pale kwa maana papo kwa hapo, bila kupoteza muda. Pamoja na hayo, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linawatakia heri mashabiki wote, lakini timu zote za soka ambazo zinakwenda kushiriki kwenye mchezo huo wa siku ya kesho, kwa maana ya tarehe 16 mwezi Septemba mwaka elfu mbili na 25.